Kama unavyojua mimi, mwezi wa tatu nimechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya kikisho la soka barani Afrika CAF. Sasa hivi ni mjumbe kamili wa baraza hilo, kwa hiyo nimeona kwamba muda wangu wa kuhudumu Sekapa unaisha mwezi wa kumi na mbili, lakini kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa Sekapa nilikuwa naingia kwenye vikao vya kamati ya utendaji, naingia kama, kama mwalimu, kwa hiyo nimeona kwamba si vema kuendelea kuingia kwenye kikao ambacho kinastahili tuwe watu wawili, naingia kwa nafasi mbili. Kwa hiyo nimeona kipindi kilichobaki ni waombe wajumbe wenzangu wa kamati ya utendaji tumkaimishe makamu wangu mpaka Januari uchaguzi utakapofanyika atakapopatikana mwingine. Lakini pia hili lilizungumza wakati nimechukua fomu na ilikuwa ni mojawapo ya mikakati yangu ya kampeni kwamba suni tu nitakapochaguliwa kuwa ujumbe wa kamati ya utendaji nitaachia hii nafasi kwa makamu wangu waweze kukaimu ili mimi niendelee na majukumu hayo mengine. Kwa maana hiyo sasa, kwenye kamati ya utendaji tunaingia mimi na makamu wangu, yeye anaingia kama kaimu rais wa CECAFA na mimi naingia kama mjumbe wa kamati ya utendaji. Kwa nafasi hiyo, ina maana sisi zoni yetu itakuwa na watu wengi zaidi kwenye kamati ya utendaji, kwa sababu aliyekuwa makamu wa rais Suleiman Waberi alikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, sasa hivi ni mjumbe wa baraza la FIFA na kikatiba mjumbe wa baraza la FIFA naye anakuwa mjumbe wa kamati ya utendaji moja kwa moja. Lakini pia kama unavyojua mwenyekiti wa vilabu Afrika ICA mjini Harsi, ambaye pia anatoka kwenye zoni yetu, naye kwa nafasi yake anaingia kwenye vikao vya kamati ya utendaji kama mjumbe mwaalikwa. Kwa hiyo ukiangalia na wale wajumbe wengine wawili kwenye kamati ya utendaji CECAFA, tunakuwa na wajumbe sita mlendani. Kwa hiyo pia ilikuwa mikakati moja hapo ya kuahidi kwamba tutaongeza nguvu leo tuwe na uwakilishi mzito, na binadamu unapoahidi inabidi utekeleze. Nimeitisha kikao cha kamati ya utendaji, nikawaomba na wameridhia wote kwa asilimia mia moja kwamba General Agustino Madot ambaye ni rais wa shirikisho la Sudani, lakini pia makamu wa rais wa CECAFA atakaimu na atasaidiwa na rais Alexander Muyenga wa Burundi, ambaye naye atakuwa makamu wake. Sawa. Licha ya hizo sababu za kuongeza wingi eh, kutoka ukanda huu wa CECAFA kuingia eh, kwenye hivyo vikao kwa moja kwa moja, kutakuwa na jambo gani jingine ambalo limebadilika hasa kwa Tanzania? ni kwamba mimi nimekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, historia ni watatu, baada ya kutanguliwa na mzee wetu marehemu Saidi Almaamri ambaye alikuwepo alikaa vipindi zaidi ya vitatu, hadi akawa mjumbe wa heshima wa kamati watendaji utendaji ya Kafu mpaka anafariki. Lakini pia na kaka yetu Lord Katenga ambaye alikuwepo Cecafa kwa vipindi viwili. Kama unavyojua, tenga naye alihudumu Cecafa kwa vipindi viwili vya miaka nane, na mimi pia nimehudumu vipindi viwili, ambayo ilikuwa muda wangu unaisha mwezi wa kumi na mbili, nayo Januari ilikuwa tufanya uchaguzi. Bila shaka yoyote mambo makubwa yamefanyika katika uongozi wako. Kama kiongozi wa juu wa Sekafa, unaona kwamba kwa mtazamo wako haya yatakuwa na mwendelezo ule ule kama ulivyouacha wewe, ama kutakuwa na hali kidogo ya kurudi nyuma kwa hatua moja ama mbili? Ah, hilo usema kweli, wenzangu wengine walikuwa na wasiwasi pia wa hilo, lakini nikamwambia kwamba mimi bado niko sekafa. Na bado kwa nafasi yangu mimi kama mjumbe wa kamati ya utendaji pia nahusika na, na kamati ya utendaji ya Kafu, pia nahusika na CECAFA. Kwa hiyo hamna kitakachopungua sana sana, na ile kwamba sitakuwa kiongozi wao, lakini yale yote ambayo ilikuwa nilidhamiria kuyafanya tutaendelea kuyafanya, lakini pia tutashirikiana kwa pamoja. Lakini pia kama mlivyoona, Tanzania tulikuwa tuna hosti mashindano mengi sana, kama vile tulikuwa tunayaokoa yakikosa mwenyeji tulikuwa tunaokoa. Bado nimemwambia hiyo nia bado, bado sisi tunayo kwa sababu uwezo tunao lakini pia na nia ya kutaka ku wa wenyeji wa mashindano mbalimbali mbali ya CECAFA tunayo. Kwa mfano kuna da poti, Kagame Kapu bado, kwa sababu inadhaminiwa na Tanzania Ports Authority ambayo iko Dar es Salaam, huwezi ukapeleka kwenda kuchezwa Kenya au kwenda kuchezwa Uganda. Kwa hiyo bado Tanzania tutakuwa na role yetu, lakini kama unavyojua tuko uh, tunatilia sana mkakati soka la vijana, kwa hiyo bado tutaendelea kuhakikisha kwamba mashindano ya vijana mengi tutaomba um, bado tuwe wenyeji, lakini pia tukiona kama kuna ambaye na sita sita, hatuta sita kuwa wenyeji. Asante sana.